Nilipotoka au nilipotoshwa kwa lugha yetu, na nikashawishiwa na chama cha, cha umma au ubwavwa, niliambiwa vitu vingi sana lakini kwenye nilivyoambiwa mimi, kama mpambanaji, kuna maslahi. Nikawaambia maslahi yangu, kama tutakwenda kwa ajili ya kuitetea Zanzibar nipo tayari kuingia cha umma, lakini kama kutakuwa hakuna ajenda hizo. Lakini ajenda hizo sikuziona, na tuka tukahongwa, waswahili wanasema tukahongwa ili tutoke kwenye chama, lakini mimi binafsi yangu siko tayari kuondoka chama cha Chadema. Ni bora niwe sina chama chochote kuliko kuondoka chama cha Chadema. Alafu pia niliahidiwa mambo mengi kabisa kwenye chauma. Niliambiwa kwamba nitaenda kugombania jimbo la Nungwi, nitapewa pesa za kugombania kuanzia njia ya ubunge mpaka kufanikisha, yaani kupewa pesa za kampeni na mwisho watu wataongea na mfumo ili niweze kuwa mbunge, lakini sipo tayari kuhama Chadema. Mimi ni mwana Chadema. Kama kuna chama chochote kitanambia sisi tuko kwa ajili ya kuwatetea Wazanzibari na maslahi yao, basi mimi niko tayari kujiunga na hicho, na nimekiona maslahi hayo kwa chama cha Chadema mpaka muda huu. Mimi ni mwana Chadema, mimi ni mwana wa Zanzibar na Tanzania kiujumla. Asanteni sana kwa kunisikiliza.